a usioitarajia upendo wako, uaminifu wako na kujitolea kwako vikiwekwa chini ya uangalizi bila wewe kujua. Utafanya nini ikiwa mtu unayempenda zaidi anakushuku kwa siri? Hii ni hadithi ya Lisa, mwanamke mwenye moyo wa upendo na Damian, mwanamume anayepambana na mashaka ya kimya kuhusu uhusiano wao. Wakati shaka inaingia kwenye mapenzi, nini hutokea? Je, upendo utashinda au uaminifu utavunjika vipande vipande? Endelea kutazama tunapofunua simulizi lenye msisimko kuhusu uaminifu, udanganyifu na jaribio kuu la upendo. Hutaki kukosa kilichofuata. Damian alikuwa mtu aliyekuwa na kila kitu duniani: biashara kubwa, maisha ya kifahari na heshima kutoka kwa wenzake Akiwa na umri wa miaka hamsini alihesabika kama mmoja wa matajiri wakubwa nchini akisimamia himaya kubwa ya biashara. Jina lake lilihusiana na mafanikio, lakini nyuma ya tabasamu lake la kuvutia na suti zake za kifahari maisha yake yalikuwa matupu. Mara nyingi alikuwa peke yake, akizungukwa na mali nyingi, lakini akihisi upweke wa kweli. Maisha yake ya binafsi yalikuwa mzunguko wa mahusiano ya muda mfupi, na hakuwa na mtu wa kumkaribisha nyumbani baada ya siku ndefu kazini. Alijiuliza kimoyomoyo, huje, haya ndiyo maisha tu? Damian alikuwa mtu mgumu kueleweka, kiongozi mahiri, lakini mwenye mapungufu katika maisha yake binafsi. Alikuwa na marafiki watatu wa karibu: Aaron, daktari wake wa muda mrefu ambaye pia alikuwa msiri wake, David, dereva wake mwaminifu kwa zaidi ya miaka kumi, na Ezekiel, mfanyakazi mwenzake aliyemwamini sana katika kufanya maamuzi magumu kwenye kampuni. Wane hawa walikuwa na urafiki wa dhati, mara nyingi wakikutana kwenye hoteli yao pendwa katikati ya jiji kufurahia mazungumzo na kupunguza mawazo. Ilipofika ijumaa jioni, marafiki hao wanne walikuwa wamekaa kwenye meza yao ya kawaida ndani ya ukumbi wa kifahari wa hoteli. Mazingira yalikuwa tulivu, yakiwa yamejaa sauti za mazungumzo na mlio wa vyombo vya kulia chakula. Damian alinywa divai yake taratibu, huku akitazama chumba hicho kwa macho ya uvivu. Aaron kama kawaida yake, aliegemea kiti chake huku akitabasamu kwa ujanja. Hey Damian, Aaron alisema huku akiweka chini glasi yake ya uhiskei. Naona ni wakati wa kuzungumzia jambo muhimu. Hey, jambo gani muhimu? Damian aliuliza huku akiinua nyusi. David alicheka. Eacha hey, masihara bosi. Una miaka 50 na bado unaishi kama kijana wa bachelor. Unabadilisha wanawake kama unavyobadilisha magari. Damian alitabasamu lakini hakusema chochote. Ezekiel naye aliingilia kati akimgusa Damian kwa utani. E, tunajua wewe ni mfanyabiashara hodari, lakini pesa hizi zote zina faida gani ikiwa huna mtu wa kushiriki maisha nayo? Umewahi kufikiria kutulia na kuoa? Damian alitingisha kichwa na kuinua macho juu. E, si tena mjadala huu. Kwa nini kila mtu ananilazimisha kuoa? E, kwa sababu David alisema akijiegemeza mbele huzeeki tena bosi. Tazama maisha yako. Umejenga himaya kubwa lakini hapa bado unakaa nasi badala ya kuwa na mwenzi wa maisha. E, sihitaji mtu yeyote. Damian alijibu huku akiwaangalia kwa dharau. E, ninafurahia maisha yangu peke yangu zaidi ya hayo, unajuaje kama mtu ananipenda kweli? Wanawake wengi wananiangalia tu kama benki ya kutembea. Aaron alisikitika, sauti yake ikibadilika kuwa ya upole. I, e, labda si kila mwanamke yuko hivyo, Damian. Unapaswa kumtafuta yule sahihi. Ingawa Damian alijifanya kupuuza mazungumzo ya marafiki zake, maneno yao yaliendelea kumfikirisha alipoendesha gari lake kuelekea nyumbani usiku huo. Pendhauzi yake ilikuwa kubwa na ya kifahari, ikiwa na madirisha marefu yaliyoonyesha mandhari ya kuvutia ya jiji.